Nam, hujambo na karibu katika kipindi chako cha Darubini, sehemu ambayo tunaangazia maneno ya Mungu kama yalivyoandikwa katika Biblia. Tunaangalia namna vile ambavyo Mungu ameacha ujumbe kwetu sisi wanadamu, na ni namna gani ya kuenenda katika Bwana na katika neema ili tuweze kumrudia yeye aliyetumba wakati huu, wakati mwingine ni mwaka mwingine mpya, nimeona ni vyema kushirikishana mimi na wewe, mpenzi msikilizaji, katika fundisho hili la kufungua mwaka, na fundisho letu linaitwa neema ya Mungu imefunuliwa. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi naomba uweze kusubscribe kwenye chaneli yetu, ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, lakini pia ukapata taarifa pale ambapo tunaweka video mpya. Pia naomba uweze ku click hiyo beli hapo kama kengele, ili kwa ajili ya wewe kupata taarifa. Karibu sana na Mungu akubariki. wa kwa Wakristo wote duniani, ingewapasa kila jambo la imani, wangemsikiliza Mungu tena wamsikilize nini ambacho yeye anasema kuja kwake Yesu hapa duniani ni kuwataka watu wote wayakatae mambo mabaya, mambo ambayo ni ya mwovu Shetani na yasiyofaa, na kuyapenda mambo mema ambayo ni ya Mungu aliyewaumba. Hii ndiyo neema pekee iliyo ndani ya Yesu Kristo. Katika Tito sura ya pili, mstari wa 11 mpaka 12 maneno ya Mungu yanasema: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Hivyo neema ya Mungu imefunuliwa kwa kila mwanadamu, nayo yamkataza mwanadamu kutenda mabaya na inamsisitiza kufanya mema ili aweze kupata haki. Basi katika mwaka huu 2026 na naomba mpenzi msikilizaji uzingatie mambo sita ambayo Mungu anataka wewe uyafanye katika mwaka huu, na mambo haya yatakufanya wewe kuenenda sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu, lakini pia kuwafundisha watu neema ya Kristo. Bila kupoteza muda, tuanze na jambo la kwanza. Jambo la kwanza, naomba uweze kuelewa na kusikiliza kuwa Mungu anakutaka usimchukie mtu yeyote, hata kama atakukosea vipi, na hii tunaipata katika Biblia takatifu kwenye Yohana wa kwanza sura ya tatu na mstari wa 15 ambapo maneno ya Mungu yanasema, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Hivyo ndugu mpendwa Mungu anatuasa katika mwaka huu tuwe na moyo wa upendo, tusiwe wauaji, tusiwe watu wa kuwachukia watu kupita kiasi, sababu chuki inapokaa ndani yako, huzaa vitu vya ajabu sana. Utakuwa unamchukia mtu ambaye amekukosea, utakuwa unawaza mabaya juu yake, utakuwa katika hayo ukijiumiza wewe mwenyewe na roho yako. Sisi kama Wakristo neno linatuambia kwamba tusimchukie ndugu yako hata kama amekukosea vipi, kwa sababu, kwa kuwa tunamwamini Kristo tukijawa na chuki katika mioyo yetu, basi uzima wa milele hauwezi kukaa ndani yetu. Tutakuwa tunamfukuza Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Hivyo ndugu, Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na tano unakukumbusha wewe ndugu yangu, usirudie tena yale mambo yaliyopita ya mwaka 2025. Katika mwaka huu tuwe watu wapya, tuwe watu wema, tuwe watu wa kumcha Mungu, lakini pia tuwaombee ndugu zetu, tusiwachukie hata kama wametukosea. Jambo la pili katika mwaka huu Bwana anasema, ishi maisha ya kawaida hata kama upo juu kwa kiasi kikubwa. Na hii pia imedhihirishwa katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 Mstari wa kumi na saba mpaka kumi na tisa maneno ya Mungu anasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri wao usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha; watende mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri wa wakati ujao ili wapate uzima ulio kweli. Mungu akikupa kipato, amekupa neema ya wewe kuwasaidia watu wengine hajakupa kitu cha wewe kuwachinja watu wengine. Mwaka 2026 ndugu zangu, tubadilike, tuishi maisha ya kawaida hata kama tupo juu. Kwa kiasi kikubwa tusijisahau na kufikiri kwamba wale watu tuliowapita basi hawana maana, wale watu tuliowapita hawana neema wala baraka za Kristo. Hapana, umepewa wewe, amenyuma mwenzio, kwa sababu maalum. Pengine umepewa wewe ili uwe daraja la kuwashika mikono watu wengine. Sisi kama watu wa Bwana, sisi kama familia, sisi kama watu watakatifu, tuishi maisha ya kawaida, tuwabebe wenzetu na tusijikweze, kwa sababu katika kujikweza tunajiondoa katika mikono ya Bwana. Jambo la tatu, tarajia kupata heri hata kama mitihani ya maisha inakusakama na hii pia imethibitishwa katika Biblia, katika Mathayo sura ya tano na mstari wa kumi ambapo hapa maneno ya Mungu anasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Duniani kumejaa dhiki nyingi, duniani kumejaa kero na shida, lakini sisi watu wenye tumaini tunaambiwa tarajia kupata heri, hata kama mitihani ya maisha inakusakama. Unaweza ukawa unapitia mambo mengi katika maisha yako. Unaweza ukapitia mambo yasiokuwa na furaha katika ndoa yako. Unaweza ukapitia mitihani mikubwa katika elimu yako na kazi yako, lakini usikate tamaa, ujipe moyo, kwa sababu Kristo yuko na wewe, na siku zote utarajie mema, hata kama huoni njia ya kutokea, kwa sababu sisi ni watu wenye tumaini. Sisi ni watu tulio na heri hapa duniani. Kwa hiyo heri na ikawe kweli katika maisha yetu siku zote, bila kusitasita, bila kuogopa, bila kuogofya, kwa sababu sisi ni watu washindao na maneno ya Kristo yamedhihirisha. Mpenzi msikilizaji, jambo la nne ambalo natamani wewe ulipate katika mwaka huu 2026 ni kutoa kwa wingi, hata kama wewe umenyimwa, na hii pia inathibitishwa katika Matendo sura ya ishirini na mstari wa 35 tukisoma Bibilia, maneno ya Mungu yanasema katika mambo yote nimeonyesha ya ni kuwa kwa kushika kazi hivi imenipasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu Kristo jinsi alivyosema, ni heri kutoa kuliko kupokea. Toa kwa moyo katika mwaka huu tujifunze kutoa, kwa sababu kwenye kutoa kuna baraka. Ndiyo maana maneno ya Mungu yanasema heri kutoa kuliko kupokea, maana heri ni baraka, baraka kwa yule anayetoa. Yule anayetoa anazidishiwa na kumiminiwa baraka mara nyingi zaidi kuliko yule anayepokea. Tujifunze kutoa kwa wingi, hata kama sisi tumenyimwa. Kunyimwa kwetu kusifanye sisi kutosaidia wengine. Tunaweza tukatumia nguvu zetu, tunaweza tukatumia miili yetu, tunaweza kutumia moyo wetu kuwasaidia wengine, kwa sababu ni heri kutoa kuliko kupokea. Kutoa hakumaanishi kuwa na fedha. Kutoa hakumaanishi uwe na vitu vingi ndio uweze kutoa. Kutoa hakumaanishi uwe na vipande vikubwa ndivyo ugawie wengine. Hapana, kujitoa kwako kwa mawazo, kwa ushauri, kujitoa kwako kwa neema, kujitoa kwako kwa moyo, kujitoa kwako kwa kila hali uliokuwa nayo, Mungu anakubariki. Hebu tubadilike. Jambo la tano ambalo ningependa nikushirikishe mpenzi msikilizaji, linahusu tabasamu. Katika mati... katika Luka sura 23, mstari wa 33 mpaka 34, maneno ya Mungu yanasema na walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha Yesu na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ninapenda kukufundisha kuwa mwaka 2026 jifunze kuonyesha tabasamu hata kama moyo wako unavuja damu. Inawezekana wewe unapitia mambo mengi yenye shida, inawezekana wewe moyo wako una maumivu, inawezekana wewe unapata shida hapa duniani, lakini Mungu anakukumbusha kwamba onyesha tabasamu hata kama moyo wako unavuja damu. Si lazima kila mtu ajue unachokipitia, si lazima kila mtu akuonee huruma, kwa sababu sisi tuna tumaini, sisi tuna, tuna, tuna, tuna moyo wa kuenenda tuna rehema ya Mungu na neema. Hivyo hata kama tunavuja damu, tuwe barua njema kwa watu wengine, tukiwaambia kwamba matatizo yetu hayawezi kutuweka sisi mbali na Mungu. Uvujaji wetu wa damu hauwezi kutufanya sisi tuende mbali na Mungu. Hivyo onyesha tabasamu siku zote. Jambo na jaribu lokuwa nalo kwako linaweza kuwa kubwa na zito, lakini jina la Bwana linatukuzwa kupitia jina kupitia majaribu yako, mtu mwingine anaimarika kiimani. Kupitia majaribu yako, unapoonyesha tabasamu, unawapa watu wengine hamasa ya kuzidi kusonga mbele na kumtumainia Bwana. Usifikiri jambo linalokusonga ni la kwako peke yako. Hapana, hilo jambo lokuwa nalo Mungu anajua unaliweza, ndiyo maana amekupa. Lakini pia onyesha tabasamu ndiyo maana hata maneno ya Mungu anasema tunapofunga funga yetu isijulikane kwa watu, kwa sababu tunapofunga tunamlia Bwana, ni sisi na Bwana, na ni jambo la kiimani, siyo lazima kila mtu ajue. Basi hata kama moyo wako unavuja damu, jifunze kutabasamu mwaka 2026. Jambo la sita na la mwisho, ningependa wewe mpenzi msikilizaji, usiache kumuombea kila mtu hata kama hakuhusu au amekuudhi. Sisi wanadamu tuna mambo mengi, tukiudhiwa tunakasirika, tunaacha kuombea watu, tunawalaani. Tukiona watu wana shida tunawaacha, tunafikiri matatizo ni ya kwao peke yao lakini mimi napenda nikusihi mpenzi msikilizaji, mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita, jifunze kusali, jifunze kuwaombea watu wengine, hata kama hawakuhusu. Kazi ni kwako, sehemu ya biashara yako, shuleni kwako, umemwona mtu ana shida, piga magoti, nenda kwa Mungu mwombee, kwa sababu ni heri wale wabarikiao watu wengine kama kuna mtu amekuudhi, usiache kumwombea, kwa sababu unapomwombea Mungu anampa kibali cha kuona makosa yake. Unapomwombea Mungu anampa kibali cha kuona wapi amekosea, anajirekebisha na anakuwa mtu mpya. Wewe unapata baraka, usiache kuomba. Katika Rumi sura ya 12 mstari wa 14 na pia katika mstari wa 17 mpaka 21, maneno ya Mungu yanasema ifuatayo. Katika mstari wa 14 kuna neno ambalo nalipenda ambalo linasema, wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Maneno haya yana nguvu sana. Unapobariki unamsaidia mwenzako kupata neema, unamsaidia mwenzako kujiona yeye amekosea wapi, unampa mwenzio nafasi ya kujirudi. Unapobariki, bariki wanaowaudhi nyinyi basi Mungu anakubariki wewe maradufu kwa sababu umekuwa kiimani umekuwa kiisia. Msilaani, katika Rumi sura 12 mstari wa 17 mpaka 21, maneno ya Mungu pia anasema msilipe mtu uovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote, wapenzi, Msijilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe; maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani mwake. Usishindwe kwa ubaya, bali ushinde ubaya kwa mema. Mungu anasema usishindwe na ubaya bali ushindwe ubaya kwa mema. Ukiwa mtu wa Mungu, ukiwa mtu mwenye tumaini, ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu, ukiwa Mkristo mzuri mwenye kutenda mema, basi utaendelea kuwaombea wale watu wanaokuudhi, hata wale watu ambao hawakuhusu, kwa sababu hilo ni jukumu letu, mpenzi msikilizaji. Usia huu wa Bwana wetu Yesu Kristo ukiushika na kuutenda utaishi kwa uhuru duniani. Tena itadhihirika kuwa neema imefunuliwa kwako. Neema ikifunuliwa kwako, itafunuliwa na kwa watu wengine, kwa sababu watu wengine watajifunza kupitia kwako na jina la Bwana litatukuzwa. Mungu akubariki sana wewe unayenisikiliza, na tena ninakuomba na ninakuombea kwa Mungu uyatende haya maneno machache, ili neema ya Bwana iendelee kufunuliwa kwa watu. Ninakushukuru sana kwa kunisikiliza katika kipindi hichi kifupi. Ninakusihi kwa pamoja tuendelee tena kujifunza kupitia chaneli hii ya Darubini, na tukutane wakati ujao katika neema ya Bwana. Ubarikiwe sana.